Draw ya Super Royal Sports kufanyika, mshindi alikuwa ni Bwana Anton Malale kutoka Kakola Kahama. Safari ya Dar es Salamu mpaka Kakola ni kwa ajili yake, kwa ajili ya kumkabidhi gari hiyo aina ya Toyota IST ambayo inaonekana hapa. Ulijisikiaje baada ya kupewa taarifa kwamba wewe ndiye mshindi wa Toyota IST kutoka Super Royal Sports ya PMbet? Nilijisikia furaha sana, mefurahi sana unajishughulisha na nini sasa Bwana Anton? Anajishughulisha na, na kazi za gereji za kuchomelea hizi Ligi gani pendwa ambazo umekuwa ukibashiri mara kwa mara? Napenda sana kubashiri ligi kama Saudi Arabia, Uturuki, Uingereza, Ujerumani, Speini na Ureno, kwa sababu Ureno kule kuna timu zinapiga kama nini. Na kitu gani cha tofauti kinakuvutia kutoka pmbet? Kinachonivutia pmbeti ni ile free bet, unapokuwa umechana timu mmoja unapata free bet. Kifuta jasho. Na neno gani la mwisho la kuambia watu wa Kakola kahama watu wa maeneo mengine Tanzania ambao wanabashiri lakini walikuwa hawaamini kama wanaweza wakashinda kupitia PMbet, wacheze PMbet i... inalipa, na wewe una nafasi ya kufanya hivyo. Tovuti ni PMbet.co.tz ama nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Toyota IST bado zinaendelea kutoka katika mfululizo wa draw ya Super Royal Sports ya PMbet.